Negema wangu binti, mchachefu wa sanati, upulike wasiati, asa ukazingatia. Je, unatambua nachokisoma? Hili ni shairi maarufu kutoka pwani ya Kenya, Utendi wa Mwanakupona ulioandikwa na Mwanakupona binti Shamu. Mwanakupona alimuandikia binti yake wa miaka kumi na nne Mwanahashima, kwa asia wa mama kwa binti yake kuhusu maisha ya ndoa. Ingawa simulizi nyingi zinadai kuwa Kiswahili ni lugha changa na sababu moja inayotajwa ni kutokuwepo kwa maandishi ya Kiswahili katika historia ya kale. Lakini hoja hiyo inasemekana kutokuwa na msingi, kwa sababu Waswahili walihifadhi historia na utamaduni wao kwa njia ya simulizi, mashairi na nyimbo kabla ya kuandika. Maandishi ya kwanza ya Kiswahili kwa herufi ya Kilatini yalitokana na kazi wa ya wamishinari kuanzia miaka ya elfu moja 1840 ambao walitumia lugha hiyo katika maandiko ya kidini. Baadaye magazeti ya Kiswahili yakaanzishwa. Lakini kabla ya Kiswahili kuandikwa kwa herufi za Kilatini, lugha hii ilikuwa na utamaduni wa kuandika kwa herufi za Kiarabu ijulikanao kama Ajami. Wanazuoni wa Kiislamu wasio Waarabu walibadilisha herufi za Kiarabu na kuongeza hati mpya, yani diacritics, ili ziweze kuwakilisha sauti za lugha zao ambazo haziko katika Kiarabu mabadiliko haya yalipanua na kuimarisha maandishi ya Kiarabu barani Afrika, Asia na Ulaya sanjari ya kuenea kwa Uislamu na mafunzo ya kidini. Leo nyaraka nyingi za Ajami zinapatikana barani Afrika katika zaidi ya lugha 80 kutoka Afrika Kusini hadi Niger. Lugha za kwanza za Afrika Magharibi zilizoandikwa kwa Ajami ni Tashel, Tashelhit Songhai na Kanuri, zikifuatia na Fulfulde, Hausa, Wolof na Yoruba katika karne ya kumi hadi kumi na sita lugha hizi zina mada za dini na pia masuala ya kijamii, tafsiri za Qur'an, mashairi, biashara, siasa, elimu, nyota na kadhalika. Wanazoni wengi wa Afrika waliandika kwa Kiarabu na Ajami wakitumia lugha hizi kuendeleza elimu na utamaduni. Kuanzia kutumika kwa herufi za Kiarabu katika Mashariki ya Afrika kulihusishwa moja kwa moja kwa ujio wa Uislamu na mafunzo ya dini, ingawa tarehe kamili ya kuanza kutumika kwa herufi za Kiarabu hazijulikani. Historia inaonyesha kwamba matumizi yake yalianza mapema sana. Sarafu zilizotumika ni ishara ya watawala Waislamu wa Islamu Afrika Mashariki walikuwa wakitumia herufi za Kiarabu kufikia karne ya nane. Kutoka maeneo ya Lamu, Pate, Mombasa na baadaye Zanzibar, matumizi ya Ajami yalienea katika miji ya Pwani na Msumbiji ya kaskazini kama Tungi, Kisanga, Angoche, Sankul na Musimbi. Maandishi ya kale zaidi yanaaminika kutoka katika maeneo ya Shanga, visiwa vya Pate na Kilwa pamoja na Tumbatu na kizima, Kizimkazi nchini Zanzibar. Kwanza yalitumiwa na familia na watawala na wasomi, lakini kuanzia nusu ya pili ya karne ya kumi na tisa Ajami ilianza kutumika na wananchi wa kawaida, jambo lililothibitishwa na ongezeko la mashairi, barua na maandishi ya Quran.